Bwana Yesu asifiwe, ndugu zangu popote mlipo, nawakaribisha tena kwa recording nyingine ya tuweze kujifundisha machache kuhusu neno la Mungu. Na kabla nilete somo la leo ama, um, jambo ambalo tutakuwa tukilijadili, labda ningesema tusali, alafu kisha tuweze kuendelea. Baba yetu, tunakuja mbele zako kwa jina la Yesu Mwokozi wetu, tunakushukuru kwa sababu ya nafasi nyingine ya kujifunza. Tunaomba uwepo wako na utuzungumzie, na tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu Amen. Um, ningeataka kidogo tu tuangalie leo kuhusu Mtume Paulo. Je, Paulo hata kabla nimuite mtume <laughs> je anakubalika Huyu Paulo, nataka tuangalie habari za Paulo ili by the time tunafunga, tujue alikuwa ni mtume ama alikuwa ni mtu wa kujipendekeza ama ni alikuwa ni mtu bandia. Sababu huku nje kuna manabii bandia wengi sana. Manabii bandia wamekuwa wengi kutoka wakati Yesu alisema na kutakuwa na manabii wengi bandia, na wanapoteza watapoteza watu wengi katika kitabu cha Mathayo 24:11 aliposema, kutakuwa na manabii wengi wa uongo na watapoteza watu wengi. Kutoka hapo tumewaona hawa wakikuja wengi sana bandia. Watatokea manabii wengi wa uongo na wataka watakaowapotosha watu wengi 24:11, 24:14 Mathayo. Tunataka kuangalia Paulo, je, mambo yake vipi? Huyu na yeye ni mkweli ama mambo yake vipi tunaanzia katika kitabu cha wafilipi tatu andiko lake la, <coughs> la, la nne na la tano wafilipi nne andiko lake la nne na la tano tusikie wanasema vipi aha waefeso wafilipi wa anasema hivi katika tatu nne na tano mimi pia ningeweza kuyadhamini hayo mambo ya nje, na kama yupo mtu anayefikiri kwamba anaweza kuyadhamini hayo mambo ya nje, mimi ninayo sababu kubwa zaidi ya kufikiri hivyo. Mimi nilitahiriwa siku ya nane baada ya kuzaliwa kwangu. Mm -hmm. Kumbe huyo ametahiriwa alafu watu wanapinga pia. Ningetaka tu mtuambie kuhusu huyo mtu wenyu, vipi na nayeye haya mambo ambayo Paulo amepitia, yee vipi? Nimetahiriwa siku ya nane baada ya kuzaliwa kwangu, mimi ni wa taifa la Israeli. Huyo mtu wenyu nayee ni wa taifa gani? Kabila la Benjamini, Mwebrania halisi. Kuhusu kuzingatia sheria, mimi nilikuwa Mfarisayo. Very good, so huyu hata alikuwa katika dini ya Uyahudi alikuwa dhehebu la Wafarisayo. Mambo ya dini yameingia ndani kabisa. Na nilikuwa na bidii sana hata nili, nikalidhulumu kanisa. Kuhusu uadilifu unapopatikana kutii sheria, mimi nilikuwa bila hatia yoyote. Kwa hivyo, kwanza tunaona Paulo ni mtu ambaye alikuwa na imani hata kabla ya mambo yake ya kuitwa. Kwanza tunasikia ni mwebrania ni Mwisraeli kutoka kabila la Benjamin, ametahiriwa siku yake ya nane baada ya kuzaliwa. Alikuwa Mfarisayo na katika mambo ya kuweka sheria alikuwa hana makosa. Okay, huyu ni Paulo, tunamuintrodusi hivyo. Je, mambo ya kusoma soma nayo vipi yalikuwa? Ana mambo ya masomo ama alikuwa vipi? Matendo ya Mitume ishirini na mbili tatu Matendo ya Mitume ishirini na mbili tatu. Nione na yeye vipi, huyu mambo yake ya kusoma, alikuwa ni mtu amesoma ama alikuwa tu umi, alikuwa <laughs> illiterate. Unajua kuna watu wanafuata manabii wajinga, hawajui kusoma na kuandika, na unamuita nabii. mimi ni Myahudi mzaliwa wa Taso katika Kilikia, lakini nililelewa papa hapa mjini Yerusalemu, chini ya mkufunzi Gamaliel nilifundishwa kufuata kwa udhabiti sheria ya wazee wetu. Nilijitolea kwa moyo wote wangu, kama nyinyi wenyewe hivi mnavyojua. Kumbe Paulo alikaa chini ya mwalimu ama mwalimu wa sheria ama mambo ya Mungu Gamaliel, na akafundishwa. Kwa hivyo huyu mambo yake ya kuzaliwa, mambo yake ya elimu tunayaona yote. Kisha tuangalie tena andiko lingine hapa, linasema vipi? ishirini na moja <clears throat> uh, 21 39 uh, Paulo akajibu, mimi ni Myahudi mzaliwa wa Tarso katika Kilikia, mimi ni raia wa, wa mji maarufu. Tafadhali niruhusu niongee na watu Paul anaendelea kuthibitisha ya kwamba yeye amezaliwa na ni eh, a citizen a full citizen full uh, is born as a ni kabila la Benjamin citizen of Israel but again of the Roman Empire because wakati ule ambao walikuwa pale Warumi ndio walikuwa wanatawala mahali pale. Je, Paulo alijihusisha na kazi ama alikuwa jangili? Unajua kuna watu wanafuata mjamaa mwingine anasema alikuwa anachukua, anateka nyara <laughs> inaitwa eh, kuchukua caravans, you know. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya Mohamed caravans zikipita, wanaenda wanavamia, wananyang'anya watu vitu, alafu wanaenda wanagawana, sababu Mohamed was very lazy, alikuwa mtu ambaye alikuwa ni mzembe sana, hangeweza kujifanyia kazi yeye mwenyewe. Sasa Paulo anasema vipi katika mambo ya kazi ya mikono yake, sio kuiba mali ya watu. Kazi ya mikono yake, kumi na nane, twende moja. Baada ya hayo Paulo akaondoka Atheni, akaelekea Korintho. Huko Korintho alimkuta Myahudi moja aitwaye Akula, mzaliwa wa Ponto. Akula pamoja na mkewe aitwaye Priskila walikuwa wamerudi kutoka Italia siku hizo hizo, kwa sababu Kaisari Claudio alikuwa ameamuru Wayahudi wote waondoke Roma, waondoke Roma. Paulo alikwenda kuwaona na kama vile wao walikuwa mafundi wa kushona mahema kama yeye, Paulo alikaa nao akafanya kazi <laughs> Paulo akafanya kazi na mikono yake. Sasa unajua, nasikia watu wanasema Paulo sio mtume, Paulo ni bandia. Paulo amezaliwa katika Israel, the 12 tribes of Israel, ako 12, ako Benjamin. Paulo anafanya kazi na mikono yake. He is a citizen okay huyu hakuna mali ya mtu amenyang'anya then he is learned amesoma Paulo anajua kusoma kuandika katika sheria ya Mwenyezi Mungu ameisoma vizuri na alikuwa na imani hata kabla aitwe he was a pharisee Judaism ilikuwa imekubalika na ndani yake kulikuwa na wasadukayo sadducees and the pharisees sasa huyu mtu wenyu mnatupigia maneno hapa kutuambia Muhammad, Muhammad. yeye yeah, alikuwa wapi sikiliza Waefeso <coughs> tatu nane Sasa Waefeso tatu ama, wacha kwanza niseme maisha yake ya nyuma kabla ya kuitwa, ishirini na mbili nne tano Kabla sasa yeye kuitwa na Mwenyezi Mungu alikuwa na maisha ya pale nyuma. Aha, inasema ishirini na mbili nne na tano niliwatesa hata kuwaua wale watu walioifuata njia, people of the way sababu Yesu alikuwa amesema mimi ndiye njia na kweli na uzima. Sasa wote ambao walikuwa wanamfuata walikuwa wanaitwa watu wa njia, the people of the way. Paulo anasema aliwatesa, niliwatia nguvuni wanaume kwa wanawake na kuwafunga gerezani. Kuhani mkuu na baraza lote la wazee wanaweza kushuhudia jambo hilo. Kutoka kwao nilipokea barua walioniandikia wale ndugu Wayahudi waliokuwa huko Damesco. Nilikwenda damesco ili niwatie nguvuni watu hao na kuwaleta wamefungwa mpaka yerushalaimu ili waadhibiwe. Kwa hivyo kwanza, kabla aitwe akuji akuwe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, Paulo alikuwa analitesa kanisa, okay? Kwa hivyo yeye mwenyewe anashuhudia ya kwamba maisha yake yalikuwa ni ya kutesa kanisa la Mungu. Aha, sasa, kulienda vipi? Kisha sasa tuangalie yeye kuitoa kwake katika katika uh, imani ama katika huduma na Mwenyezi Mungu. Matendo ya Mitume tisa, tuanzie moja. Wakati huo Saulo alikuwa akizidisha vitisho vikali vya kuwaua wafuasi wa Bwana. Alikwenda kwa hakimu mkuu akaomba apatiwe barua za utambulisho kwa masinagogi ya Kiyahudi kule Damasko, ili akikuta huko mwanaume au mwanamke wanaoifuata njia hiyo awakamate na kuwaleta Yerusalemu. Lakini alipokuwa njiani karibu kufika Damasko, ghafla mwanga kutoka angani ulimwangazia pande zote. Akaanguka chini na kusikia sauti ilimwambia, Saulo, Saulo, kwa nini unanitesa? Naye Saulo akauliza ni nani wewe Bwana? Na ile sauti ikajibu, mimi ni Yesu ambaye wewe unamtesa lakini simama sasa, uingie mjini na huko utaambiwa utakacho, unachopaswa kufanya. Wale watu waliokuwa wanasafiri pamoja na Saulo walisimama pale, wakawa hawana la kusema. Walisikia ile sauti, lakini hawakumwona mtu. Saulo aliinuka na alipofumbua macho yake hakuweza kuona chochote, hivyo wale watu wakamwongoza kwa kumshika mkono mpaka mjini Damasko. Saulo alikaa siku tatu bila kuona na wakati huo hakula au kunywa chochote. Basi huko Damasko kulikuwa na mfuasi mmoja aitwaye Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania, Anania, akaitika, nipo hapa, nipo hapa Bwana. Naye Bwana akamwambia, jitayarishe uende kwenye barabara iitwayo barabara moja kwa moja, na katika nyumba ya Yuda umkute mtu mmoja kutoka Tarso aitwaye Saulo. Sasa anasali na katika maono ameona mtu aitwaye Anania akiingia ndani na kumwekea mikono ili apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari ya mtu huyu kutoka kwa watu wengi, nimesikia juu ya mabaya aliyotendea watu wako huko Yerusalemu, na amekuja hapa akiwa na mamlaka kutoka kwa makuhani wakuu, kuwatia nguvuni wote wanaoomba kwa jina lako. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana nimemchagua awe chombo changu. Alitangaze jina langu kwa mataifa na wafalme wao na watu wa Israeli. Mimi mwenyewe nitamwonyesha mengi yatakayomlazimu kuteswa kwa ajili ya jina langu. Kumbe ameshaitoa atakuwa ni mtume kwa mataifa. Kwa hivyo mtu mwingine akikuja kama Muhammad vile anakuja kusema ameleta e, utume kwa watu ambao hawako wamesikia, yaani mataifa nje ya Israeli. Yule ni bandia. Mtume kwa mataifa ni mmoja, ndio huyu ni Paulo. Basi Anania akaenda, akaingia katika hiyo nyumba, kisha akamwekea mikono juu Saulo, akasema, ndugu ya Saulo, Bwana ambaye ndiye Yesu mwenyewe aliyekutokea ulipokuwa njiani kuja hapa, amenituma ili upate kuona tena na kujazwa na Roho Mtakatifu wa wow. Hata ameitwa amechaguliwa kuwa kwa mataifa na kwa mafalme na kwa Israel, tena ajazwe na Roho Mtakatifu. Mara vitu kama magamba vikaanguka kutoka machoni mwa Saulo, akaweza kuona tena, akasimama akabatizwa. Wapi andiko Mohamed amebatizwa? na baada akala chakula na nguvu zikamrudia. Sikiza hiyo, ameitwa na Mwenyezi Mungu, ametumwa specifically to the gentiles, kwa mataifa watu ambao walikuwa nje ya Israel wote. Yule ambaye amewekwa hiyo kazi prime ni Paulo, sio mtu mwingine. Na Paulo kuchaguliwa kwake sio kibahati bahati, angalia katika Galatia. Haya mambo yote unaweza dhani Mungu aliyafanya ni ile ya uh, tunaita afterthoughts. ama ile mambo ya kufikiria fikiria baadaye Sikiliza Wagalatia moja moja. Paulo alichaguliwa wakati gani? Wagalatia moja moja inasema vipi? Eh, ndio ukikuja kutuambia siji Muhammad kitu gani wewe kwanza tupatie mambo ya Muhammad kwa maandiko. Wagalatia moja moja. Mimi Paulo niliye mtume si kwa mamlaka ya binadamu wala si kwa nguvu ya mtu bali ni kwa uwezo wa Yesu Kristo na wa Mungu Baba aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu ndio huyo ya kwamba alichaguliwa kutoka zile enzi za kitambo. Tumesema hata kubatizwa kwake kupo, na ubatizo pia wa Roho Mtakatifu upo, yote kwa maandiko. Aha, sasa je, Paulo maono anayo? Kwa sababu mitume Mungu anawaongelesha kupitia ndoto na maono. Sasa tuende katika ishirini kumi na nane tisa na kumi 18 9 na 10 katika mambo ya matendo ya mitume kumi na nane, tisa na 10. siku moja usiku bwana alimwambia paulo katika maono <laughs> usiogope endelea kuhubiri tu bila kufa moyo maana mimi niko pamoja nawe hakuna mtu atakaye jaribu kukudhuru maana hapa mjini pana watu wengi walio upande wangu ukisoma katika kitabu cha mitu, uh, hesabu 12:6 mwenyezi mungu anasema pali patakapokuwa na nabii kati yenyu namuongelesha kupitia ndoto na kupitia maono lakini katika musa ninamuongelesha ana kwa ana kumbe mwenyezi mungu amemuongelesha paulo katika maono je paulo alikuwa nazo siri za mwenyezi mungu wakorintho wa kwanza nne moja wakorintho wa kwanza nne <clears throat> tusome andiko lake la moja mtu na atuone sisi kuwa ni watumishi wa Kristo tuliokabidhiwa siri za Mungu. Unajua, ukisoma Quran Muhammad anasema mimi sina siri za Mwenyezi Mungu. Ukisoma katika Quran, Qurani sita hamsini sita hamsini anasema, acha niangalie tu kama ni sita hamsini anasema mimi mambo ya siri ya Mwenyezi Mungu, uh, mimi sina I don't tell you with me are the treasures of Allah or I know the unseen. Or I have the secrets of God. sita hamsini. Muhammad anasema yeye hana siri za Mwenyezi Mungu. Muhammad anasema hana siri za Mwenyezi Mungu, lakini ukisoma katika Amosi tatu saba Mwenyezi Mungu anasema anafunulia manabii wake siri zake, na hizi siri ndizo Paulo anasema yeye ako nazo siri za Mwenyezi Mungu. Jee, Miujiza Paulo alikuwa nayo. Yaani, wewe ukikuja kupiga Paulo ulete Muhammad, na unajua Muhammad ni bandia, itakuwa ngumu sana kwa sababu hakuna chochote Muhammad anaweza karibia Paulo. Sikiliza 19 11. Mungu alifanya miujiza ya ajabu kwa mikono ya Paulo, watu walikuwa wakichukua leso na nguo nyingine za kazi ambazo Paulo alikuwa amezitumia, wakizipeleka kwa wagonjwa na wakaponywa magonjwa yao, na wale waliokuwa na pepo wabaya wakatokwa na pepo hao. Katika mambo ya miujiza Paulo yuko ndani, miujiza kupitia Roho Mtakatifu wa Mungu. Je, aliomba na maombi yakajibiwa? kumi na sita <coughs> ishirini na mbili. Uh, kumi na sita ishirini na mbili inasema Paulo ametiwa nguvuni hapa 25. E, karibu na usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakisali na kuimba nyimbo za kumsifu Mungu huku wamefungwa, wengine e, wafungwa wengine wakiwa wanasikiliza. Ghafla kulitokea mtetemeko mkuu wa ardhi ambao ulitikisa misingi ya gereza. Mara milango yote ikafunguka na minyororo iliyofungwa iliyowafunga hao wafungwa ikaachana. Okay, askari wa gereza alipoamka na kuona milango ya gereza imefunguliwa, alidhani kwamba wafungwa wote walikuwa wametoroka, na hiyo akachomoa upanga wake, akate atake kujiua, lakini Paulo akamwita kwa sauti kubwa, usijidhuru mwenyewe kwa maana sisi sote tuko hapa. Paulo ameomba wakiwa na Sila, milango ya gereza ikafunguka anaomba anasifu, na Mwenyezi Mungu anajibu maombi yake. Paulo na mambo ya gaibu, mambo ya ya, ya kule gaibu <laughs> kule kwa Mwenyezi Mungu. Unajua, kuna watu wanasema Muhammad alipelekwa Israa ile miraji. Haya, ah, haya, wacha na story story, haziko kwa vitabu, achana nayo bana hii ma story. Muhammad alikuja kukupigia? Kama haiko kwa vitabu, achana nayo tafadhali. Sikiliza Wakorintho wa pili 12 nitasoma tu aya yake ya moja hadi ya ine wakorintho wa pili 14 ah sori 12 nitajivunia basi ingawa haifai lakini sasa nitasema juu ya maono na ufunuo ulivyo alivyonijalia bwana alivyonijalia bwana yeye mwenyewe paulo lakini sasa anaongea kwa mafumbo anasema namjua mtu mmoja katika kristo ama mkristo ambaye miaka kumi na minne iliyopita alinyakuliwa mpaka katika mbingu ya tatu. Sijui kama alikuwa huko kwa mwili au kwa roho, Mungu anajua. Narudia, najua kwamba mtu huyo alinyakuliwa mpaka peponi, lakini sijui kama alikuwa huko kwa mwili au kwa roho, Mungu anajua. Huko akasikia mambo ya siri ambayo binadamu hastahili kuyatamka. Basi nitajivunia juu ya mtu wa namna hiyo na si juu yangu mimi binafsi, isipokuwa tu ni juu ya udhaifu wangu. Paulo amefikishwa gaibu hii, Waislamu wanasema gaibu kule, amefikishwa. Mwenyezi Mungu amemwonyesha mambo ambayo hakuna mtu ameweza kuona mambo kama hayo, okay. Kwa hivyo ukiangalia mambo ya Paulo, tafadhali usiangalie kwa kimzahamzaha. Kama kuna mtu ambaye ako na uzito katika imani ya Ukristo ni mtu ambaye anaitwa Paulo. Paulo anasema nini katika tatu saba Acha nisome tatu saba mambo mawili matatu, nimalize tatu saba hadi kumi na moja Anasema hivi Paulo: lakini haya yote ambayo ningeweza kuyafikiria kuwa ni faida, ni faida nimeyaona kuwa ni hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, wala sio, si hayo tu, ila anaona kila kitu kuwa ni hasara tupu kwa ajili ya jambo bora zaidi, yani kumjua Kristo Yesu Bwana wangu kwa ajili yake nimekubali kutupilia mbali kila kitu, nimeyaona hayo yote kuwa ni takataka ili nipate kumpata Kristo. Okay, inaendelea na ku, kuunganishwa naye kabisa. Mimi sitaki tena uadilifu unaotokana na kutii sheria. Ninyi ambao mnafuata sheria, Paulo anasema mimi sitaki uadilifu ambao unatokana na kutii sheria. Sasa naona ule uadilifu unaopatikana katika kumwamini Kristo, uadilifu utokao kwa Mungu na ambao unategemea imani. Ninachokitaka tu ni kumjua Kristo na kuiona nguvu ya ufufuo wake, kushiriki mateso yake na kufanana naye katika kifo chake, nikitumaini kwamba nami pia nitafufuliwa kutoka kwa wafu. Huyo ni Paulo, hayo ndio mambo anasema Timotheo wa kwanza moja, kumi na mbili hadi kumi na saba. Timotheo wa First Timothy chapter 1, 12 to 17, anasema namshukuru Bwana ye wetu Yesu Kristu aliye nipa nguvu kwa ajili ya kazi yangu, namshukuru kwa kuniona mimi kuwa ni mwaminifu akaniteua nimtumikie ingawa pale awali mimi nilimtukana na kumtesa na kumdhulumu, lakini Mungu alinionea huruma kwa sababu sikuwa na imani bado, na hivyo sikuwa, nilichokuwa sikujua nilichokuwa ninakifanya, lakini Bwana wetu alinijalia neema yake kwa wingi, akanipa imani na upendo katika kuungana na Kristo Yesu. usemi huu ni wa kuaminika na tena unafaa kukubaliwa kabisa. Kristo Yesu alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi, nami ni mkosefu zaidi kuliko hao wote. Lakini Mungu alinionea huruma ili Kristo auoneshe uvumilivu wake wote kwangu mimi, kama mfano kwa wale wote ambao baadaye watamwamini na kupokea uhai wa milele kwake, yeye aliye mfalme wa milele asiyekufa asiyeonekana na aliye Mungu pekee kwake viwe heshima na utukufu milele na milele Amen. Paulo anapeana ushuhuda wake, ukisoma katika Timotheo wa kwanza moja kumi na mbili hadi kumi na saba. Nitamaliza na kitu tunaita onyo kuhusu Paulo. Paulo ana mambo yake, tunatolewa onyo, usiangalie, angalie mambo ya Paulo kimchezo mchezo. Aha, 2 Petro 3 Second Peter three, 15 and 16. Inasema hivi waraka wa pili wa Petro tatu, kumi na tano, na kumi na sita. Mnapaswa kuona uvumilivu wa Bwana kuwa ni nafasi yanayo wapeeni mpate kuokolewa, kama Paulo ndugu yetu mpenzi alivyoandika akitumia hekima aliyopewa na Mungu. Hayo ndiyo asemayo katika barua zake zote, alipozizungumzia alipolilizungumzia swala hilo. Yapo mambo kadhaa katika barua zake yaliyo magumu kuyelewa, mambo ambayo watu wajinga wasio na misimamo huyapotosha, kama wanavyopotosha sehemu nyingine za maandiko matakatifu. Hivyo wana wanasababisha maangamizi yao wenyewe. Vile utadili na mambo ambayo imeandikwa na Paulo, be very careful, hii itaweza ikakumaliza. Paulo katika kuandika eh, Biblia ambayo nasoma ameandika vitabu kumi na tatu katika Agano Jipya, New Testament, 13 letters. Katika hizo 13, nne aliandika akiwa gerezani: Waefeso, wa Filipi, wa Kolosai na Filemoni wa, ameandika akiwa jela. Paulo ameenda um, safari za kimisheni tatu, three missionary journeys Paulo ametembea miji zaidi ya 55 ambayo imeandikwa hapa katika Biblia. More than 55 cities. Hawezi ukaleta nabii bandia kuweka kwa mizani na Paulo. You cannot. Hauwezi leta Muhammad abaini nabii bandia kuweka kuleta kumweka kumlinganisha na Paulo. Ni makosa makubwa sana. Paulo ameitwa, na mambo yake yote tumeyasikia na tumesoma kitabu kimoja peke yake, Biblia. Hakuna hadith hakuna sira hakuna sijui magazeti, kitabu ni kimoja. Wewe ambaye unapinga eh, Paulo tupe habari za huyo nabii wako bandia, na usitumie kitabu kingine, tumia Quran peke yake. Chukua Quran mtetee Muhammad, kuzaliwa kwake, kuitwa kwake, alikuwa na imani gani kabla aitwe, akabadilishwa badilishwa aje, kwa sababu alikuwa amepotea. Je, alikuwa amechaguliwa mbeleni ama ni kitu ambacho kilifanyika alipozaliwa? Je, mambo ya ubatizo yuko wapi? Amepata maono kutoka kwa Mungu? Ana siri za Mwenyezi Mungu? Miujiza je, anayo? Alipelekwa gaibu kwa andiko gani? Tupe mo yote shema. E, ushuhuda wake uko wapi? Tunajifunza nini katika maisha yake? Ameenda miji mingapi katika kufikishia watu imani? Paulo ameenda more than 58 cities, ameandika vitabu kumi na tatu. Muhamed ameandika ngapi? We unafuata mtu ajui kusoma ajui kuandika, Illiterate person, na unakuja kupigia watu kelele. Mwenyezi Mungu akutoe kwa giza akuleta katika nuru ya Kristo Yesu. Yesu anasema mimi ndiye njia na kweli na uzima, yeyote atakaye niamini hatapotea, bali atakuwa na uzima wa milele. May the grace of our Lord Jesus Christ